Nashukuru kwa siku ya leo na tuko hapa kwa furaha sana kama administrator wa Khwisero Sub County. Kusema kwamba ukweli imekuwa ni changamoto sana kuweza kupeleka kesi zetu zote mpaka Butere, hata ukiangalia kutumia zile resources tuko nazo hapa nyingi, tunatumia kama sahi kupeleka cases, askari kupeleka, office, kupeleka wale watu wetu wako na cases kule wameshikwa wa kwenda pale Butere, lakini leo kwamba tuko hapa ikifika January the second week ni kumaanisha kwamba all the cases are coming back here. Kwa hivyo kwa wananchi wa Kuisero, kile ningesema ni siku ya furaha na tuko na cases nyingi sana especially cases za land na cases za succession. Watu wengi hata ule ufahamu hawana kwamba wataanzia hizi processes wapi. Kwa hivyo saa hizi tunaanza sensitization tukia, tukiambatana tukia na koti kuhakikisha kwamba watu wetu wameelimishwa wanajua zile processes wanafaa kuchukua ndio ikifika Januari tuwe watu wa kwanza kuweza kupata benefits na kubenefit kutokana na hii koti yetu Waivu. Kwa hivyo kwa hayo machache, nitasema kwamba tumefurahi sana kwa hivyo watu wetu, koti imekuja ndio services ifike karibu na sisi, na ile nitawahimiza ni kwamba cases especially za land, na ile nahimiza sana ni succession. Pia tusiwe tumekuwa nyumbani miaka taito, tuko nazo ni za mababu ambao walituacha miaka imeenda nafasi kwa hapa siku ya leo, tutaanza na koti and administrators wote, then NGAO officers tuelimishane, then kutoka hapo ndio wananchi muwe na ile imani na mkuje hapa kotini, tuweze kuhakikisha kwamba kila mtu ako na stakabadhi ya kumiliki shamba yake. Asanteni sana.